Mainjinia, habari za wakati huu, tupo kwenye namna ya kuunganisha taa kwa mfumo wa series na mfumo wa parallel. Nilisema kuwa series manake ni mfuatano. Yaani taa zikiwa zimeungwa kwa design kama hii, huu ni mfumo unaitwa series, yaani mfuatano. Chanya inaingia hapa inakuja kuwasha taa hii, inapita inawasha taa hii, inapita inaendelea kupita maengineer, inaendelea kuvuka mpaka upande huu. Ina maana iwapo utaunganisha chanya hapa, hasi lazima utakuja kuunganisha kwenye taa ya mwisho ambayo ni hii hapa. Huu mfumo wa maengineer, unaitwa series. Tuchukulie mfano, hii taa moja ni ya voti tano. Hapa ziko taa sita mainjinia, yaani kuna taa sita, alafu kila taa inawashwa kwa voti tano. Inamaana hapa mainjinia, lazima kutakuwa na voti thelathini. Kukiwa na voti thelathini hizi taa ndipo zitawaka zote. Kinyume na na hapo mainjinia, hizi taa haziwaki kwa sababu equation haitokuwa balance. Tuko pamoja mainjinia? lazima ta, e, lazima voti ziwe serasini ndipo zitawasha hii taa voti zinaingia hapa serasini ikishawaka waka taa moja hapa zinakuwa voti ishirini na tano ikishawaka nyingine voti ishirini hapa voti kumi na tano hapa voti kumi hapa voti tano hapa zilo tayari hizi taa zitawashwa kwa voti serasini sasa kwa mfano kama kwenye tv za flat kunakuwa kuna mikanda miwili yaani, unakuta kuna mkanda wa kwanza na mkanda wa pili. Mainjinia, kukiwa na mikanda miwili manake hapa lazima pawe na vote 60. Ina maana kitakachofanyika mainjinia, lazima hapa eh, page bridge. Umeona hapa mainjinia? Angalia hapa kwa makini, ina maana hii lazima ibridge na hii, manake bado hapa hii. Ina maana zikija vote 60 tayari hapa patakuwa bado pana voti za kutosha, kwa hizi voti zinaweza zikaingia hapa zikaja zikawasha na hizi taa zote mpaka kuja kufikia zero. Tuko sawa mainjinia. Kama mkanda wa kwanza umewaka kwa voti 30, ina maana tukitaka i, i mikanda yote miwili iwake, lazima tu bridge hapa na hapa. Ina maana e, positive ikishawasha taa zote hizi, inakuja kuendelea kuwasha zingine zingine na zingine mpaka kufikia zero tuko tayari. Ina maana chanya itaungwa hapa ndo itaenda kwenye konveta na hasi itaunganishwa hapa kwenda kwenye konveta. Tuko sawa maengineer, ina maana mifumo ya flat TV iko hivyo. Hizi ni group maengineer, kwa hiyo kunakuwa kuna, kuna group zingine za voti tatu, zingine ni voti tano group za voti tano zinakuwa ziko vizuri, zina mwanga mkali zaidi. Kuna voti, voti sita, zote ziko tofauti kiwango cha mwanga. Ina maana huwa zinaunganishwa series hivi, ma engineer, ilikusudi current ibaki ile ile, ilikusudi isiongezeke current, maana kadri e, taa zinavozidi kuwa nyingi kwenye mfumo wa series huwa zinaongeza tu voltage, lakini current inakuwa iko vile vile. Meelewana mainjinia. Huu ni mfumo wa series.